Msiwajali watu wanaodanganya kwamba kesho kutwa kutakuwa na vurugu na fujo. Hakuna fujo, Watanzania tumejipanga, vyombo vya dola vimejipanga, serikali imejipanga, kutakuwa na utulivu na amani. Mtaenda kupiga kura kwa amani na mtarudi majumbani kwa amani. Tusiwasikilize mtu watu wowote wa wanaosema kutakuwa na vurugu na uvunjifu wa amani. Ninakusudia miaka mitano ijayo mtakapolipa ridhaa niwatumikie wananchi wa ni jimbo la Mtwara mjini, na kwa kuthibitisha hilo nitakuwa na ofisi mbili, moja itakuwa tarafa ya Mikindani na nyingine itakuwa hapa mjini, ili wananchi wote wapate huduma kwa haraka pale inapohitajika. Lakini cha pili nitahakikisha kwamba kila ambaye anapatikana katika jimbo la Mtwara mjini anapata nafasi ya kusikilizwa anapata nafasi ya kuhudumiwa katika miaka mitano ijayo. Tumechagua Mtwara ya maendeleo. Mimi Jamali Mohamed Makame jana, ni kijana mjasiria mali, ni bodaboda. Lakini pili, ninachokiomba vijana wenzangu tujitokeze kupiga kula, ile tuna slogan ya kwamba Oktoba tunatiki lakini pili, mheshimiwa Rais ameshatuongoza kwamba tukishapiga kula turudi majumbani, hahitaji mkusanyiko. Kwa hiyo ninachokiomba ni iko vijana wenzangu tujitokeze kupiga kula, kama vijana wa mkoa wa Mtwara tujitokeze kwa uwingi, tunaombeni sana. Kwa majina naitwa Zuhura Abdullah, ni katibu wa kata ya chuno cha kwa. Kwanza, ninachoomba mimi kwa mheshimiwa Joel Athana Nanauka, akipata ubunge, changamoto ya kwanza mabwawa adili kwanza, na mabwawa wakazi wengi sana wamekuwa wanahangaika katika mabwawa, mvua ikinyesha wanahama, jua likiwaka wanarudi. Kwa hiyo tunaomba, changamoto ya kwanza aanze kwenye mabwawa, na changamoto ya pili barabara, azingatie barabara, itakuwa safi zaidi. Tukatiki kwa kishindo, kwa sababu hakuna maandamano yoyote, hakutakuwa na maandamano, hakutakuwa na kitu chochote zaidi ya tu twende kwa wingi, twende tukatiki kwa kishindo. Naomba wananchi wajitokeze kwenda kupiga kura kwa amani na upendo na warudi nyumbani wasubirie matokeo.